Suluhu Hassan ni kiongozi mwenye upeo wa mbali sana, mama Samia. Katika kipindi chake cha miaka minne, akasema hawezi kuangalia miaka minne tu iliyoko mbele yake au miaka tisa itakayokuwepo mbele yake, aende mbele zaidi. Akatu, akatengeneza dira ya maendeleo ya taifa CCM, hoye! Dira ina miaka 25. Mama Samia ana uhakika miaka 25 yeye hata kuwa rais, lakini akasema lazima nitengeneze barabara ambayo leo mimi nataka na tano ijayo Tanzania iwe wapi. Upembuzi, upembuzi ya kinivu amekwisha maliza, anaomba miaka mitano ili hiyo barabara ya miaka 25 ijayo, angalau akang'oe visiki, akang'oe majabali, akang'oe miamba ili watakaokuja, kazi yao sasa ni kunyoosha hiyo barabara ifike ambapo mama Samia amedhamiria Tanzania iwe miaka 25 ijayo. Mama Samia hoye, mama Samia hoye, la pili ni uvumilivu. Huyu mama ni mvumilivu sana, nyewe ni mashahidi, wanamsema sema kwa mengi, lakini mheshimiwa dr Samia, nikwambie anayepigwa vita sio Samia, anayepigwa vita ni CCM wanayokichukia chama hiki, hasa kutoka nje ya nchi. Miaka yote wametamani sana CCM yanguke. Mwalimu Nyerere amesemwa, marehemu mwalimu Nyerere amesemwa, marehemu rais wa awamu ya pili mzee Mwinyi amesemwa, marehemu Mkapa amesemwa, mheshimiwa Jakaya ya Kikwete amesemwa, marehemu Magufuli amesemwa. Kwa hiyo kinachotafutwa, mimi nakwambia, wala isikukatishe tamaa, badala yake ikupe nguvu kinachotafutwa ni CCM kuanguka. Sasa wanakuta hii CCM haitikisiki, basi wanaamua kuhamia kwa mgombea. Lakini nakwambia hao na, na kusifu sana, maana hujamjibu hata mmoja hao. Sisi Watanzania tutawajibu tarehe 29 CCM hoye! Kwa hiyo ndugu zangu, msije tuzie tukaangusha chama chetu na mgombea wetu. Naomba kura zote tupige CCM Samia.